Tunapomkubali Yesu tukazaliwa mara ya pili, tunaingia kwa Adamu wa pili ambako ni ndani ya Kristo. Kwa hiyo tunahama kutoka kwa Adamu ile wa kwanza, tunaingia kwa Adamu wa pili ambaye ni Yesu. Baada ya kutoka kwa Adamu wa kwanza, mambo yale ya kale ya yote ya Adamu wa kwanza yanapita yote, yanaondolewa yote, alafu tunabalishwa utu mpya unaotokana na Adamu wa pili na wa mwisho ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi ni uzao wa Yesu, yale ya kale ya Adamu wa kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mjue sana Yesu Kristo katika maisha yako, tamani kumjua Yesu Kristo katika maisha yako, pale utakapotamani ukachukua bidii kumjua Yesu Kristo katika maisha yako, ni msaada mkubwa kwa hali zote, kwa mtu yeyote ambaye ameokoka amesema ya kwamba ninamhitaji Yesu sasa. Baada ya kuachana na ya kale, nimeingia katika upya wa Yesu Kristo. Tamani kumjua Yesu Kristo, usifikiri ya kwamba Yesu Kristo ni wajuzi wa elfu mbili. Yesu Kristo alikuwepo mwanzo, toka mwanzo, toka asili. Wakati umekuja wa Bwana kuufunua msingi sahihi wa wokovu wake, ili tukijenga juu ya huo msingi kwenda mbele kuwe ni kwa uhakika, kuishi maisha ya ushindi katika Kristo kuwe ni kwa uhakika, kukamilisha makusudi ya Mungu katika maisha yako kuwe ni kwa uhakika. Hayo ndio makusudi na mapenzi ya Mungu katika kanisa lake. Kwa hiyo ni mambo mazuri kweli ni mambo mazuri mazuri mazuri, mpaka namshangaa Mungu, nasema Bwana, tulikuwa wapi wakati wote huu? Usizembee kuwepo katika ibada za mahali hapa.